Huku siku 16 za wanaharakati wa kijamii zikiendelea, wakazi wa Kilifi na maeneo mengine ya pwani kwa ujumla wameonywa vikali dhidi ya kukimbilia utatuzi wa kinyumbani badala ya kufuatilia hatua za kisheria wakati panapotokea dhulma za kijinsia miongoni mwao. Hayo ni miongoni mwa wanaharakati unaoendelea dhidi ya dhulma za kijinsia wazazi wengi hukimbilia mazungumzo ya kinyumbani na kusameheana wakati kunapotokea kesi za ubakaji kwa kuchelea kuhukumiwa kwa jamaa zao. Utapata mzazi hawajibiki kusimamia elimu ya mtoto wake, yaani yeye akisema mtoto ameenda shule basi amemwachia mwalimu kutoka a paka z. Unapata mtoto amekuja, lakini ukimwangalia ni mwizi ana mkono, ukiacha shilingi kumi pale kwa meza yako aail, ukirudi hakuna, ukimizaw inaenda fulani. Maafisa wa idara za magereza na zile zinazoshughulikia kesi za watoto wamewaonya vikali wazazi wanaokwepesha sheria y kufuata mkondo wake, wakisema watachukuliwa hatua kali kulingana na sheria zinazowalinda watoto kwa mambo ya rights za watoto moja yapo ikiwa masomo kama mtoto ameshikwa ame akikuja jela anaendelea na masomo na na anaendelea masomo, masomo mpaka afike grade ya atakuwa ame ame kulingana na kifungo yake. Akihutubia wazazi na watoto wakati wa maadhimisho ya mwezi wa kusuluhisha kesi za watoto huko Mwanamwinga, kaunti ya Kilifi Hakimu mkuu wa mahakama ya Kaloleni Rita Amwai amewaonya wazazi kuzingatia sheria kikamilifu kuhusiana na swala hilo. Kwa hivyo, tuelimishe wanaume ya kwamba hizi kesi za defilement, kama umemnajisi mtoto chini ya umri wa miaka kumi na mmoja, kifungu yake ni maisha gerezani. Tunataka kupatia hawa watoto haki, kama wanakuja mahakamani tumalizane na kesi zao ili warudi kama ni kurudi shuleni ama warudi shughuli zao, so that waendelee na maisha yao. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, ladha ya Pwani.